Ili agano jipya halifanani na agano la kale ambalo Mungu aliagana na watu wa, wa, wa Israeli kuwatoa katika kule utumwa, utumwani, kwa sababu hawakuweza kuyashika yale magano, hawakuweza kushika lile agano. Na mstari wa kumi anasema, maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao nitawapa sheria zangu katika nia zao. Wenzetu sheria zao zilikuwa katika ulimwengu wa mwili, lakini leo anasema kwamba sheria za Mungu zitakuwa kwenye nia zetu. Ukiwekewa sheria ya Mungu kwenye nia yako, kuna namna gani utaikwepa hiyo sheria? Lazima utakuwa na nguvu ya kuifata, na naendelea kusema kwamba anaelea kusema kwamba na katika mioyo yao nitaziandika sheria za Bwana zinakaa kwenye mioyo sasa. Mwanzoni wenzetu walikuwa wanapambana kimwili kujua namna gani wanazifata zile sheria, lakini mioyo yao ilikuwa haina nguvu. Ndio maana ilikuwa inafika mahali wanaacha gana, wanaanza kufanya mengine kwa sababu hawana nguvu, lakini leo hii agano jipya limekuja, zile sheria zinawekwa kwenye mioyo yetu, maana yake kwenye kiini chenyewe, kwenye kiini chenyewe, ili kikinii kipate nguvu ya kuweza kuyashinda hayo mengine, na iweze kusemili kukaa kwenye agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao nao watakuwa watu wangu nitakuwa Mungu kwao nao watakuwa watu watu wangu. Bwana Yesu asiwe sana. Sikiliza nikwambie, mwana wa Mungu, nikwambie, Mungu wetu ni mwaminifu sana na ni mwema sana. Leo hii tuna nguvu ya kuziweka sheria za Bwana katika mioyo yetu na tukaweza kuziishi Ahadi ya urithi wa milele, watu wa Mungu lazima tuipokee. Usipoipokea ni wewe mwenyewe umejitakia mwenyewe, umetaka mwenyewe kwamba hauna. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wewe mwenyewe umejitakia. Urithi wa milele au ahadi za Mungu lazima tuzipate, kwa sababu agano letu lina nguvu sana kuliko agano la baba zetu huko. Usipopata hizi hadi basi ni wewe umetaka. Ni wewe umetaka. Ni wewe umetaka. Na ndio wale wanaosema kwamba mimi ni mwanadamu, mimi niko hivi na hivi. Aa, mimi sio Yesu bana mimi na hao ndio hawatazipata kwao. Uwezi kusema kwamba mimi siwezi fanya hivo wakati tayari unayo nguvu. Nguvu tayari unayo. Utasemaje kwamba uwezi? Utasemaje kwamba uwezi wakati una nguvu tayari? Kwani ni wewe juu yako kwamba hautaki, basi na Mungu hawezi kulazimisha. Na nzuri zaidi, baada ya kuleta ile agano jipya, Mungu wetu hana ha, shobo ha, ha, na mwanadamu tena, hamlazimishi mwanadamu. Yaani ni kwamba ameweka option achague yeye mwenyewe, uzima na mauti. Ni wewe ukichagua uzima wa milele au urithi wa milele ni wewe. Ukichagua mauti juu yako. Hana chaguo. Tofauti na wenzetu, alikuwa akitoka katika agano, anaanza kutandika mda mwingine, anaangamiza mda mwingine, anawatesa. Lakini leo mtu anaweza akatoka nje ya agano na bado akawa napumua, na bado akawa na afya njema, na bado akapata fedha, lakini matunda yake au matokeo yake atakuja kupata. Huo, hizo ahadi atazisikia kwa wengine ahadi azasikia kwa watu wengine. Hat, hatazisikia tu. Ni kweli unafanikiwa, ni kweli biashara inaenda, ni kweli maisha yako ya amani, ni kweli. Lakini nataka nikwambie, ukiwa nje ya agano, pamoja na amani ulionayo, pamoja na maisha mazuri ulionayo, hayana maana, hayana faida, hamna faida ukiwa nje patano na Mungu wako, hauna faida. Chochote unachokifanya hakina maana.